Naitwa Degratas Mdem, ni mkufunzi wa michezo Chuo Kikuu cha Dodoma, na nipo hapa leo kwa ajili ya kushuhudia fainali hizi za mashindano ya inter, ya inter classes katika ndaki hii ya elimu. Kwa kifupi, mi nikiwa kama mwalimu na mlezi wa masuala ya michezo Chuo Kikuu cha Dodoma, nawapongeza sana Ndaki ya Elimu kwa kuandaa mashindano haya na kuyakamilisha kwa sababu kuandaa ni jambo moja lakini kukamilisha jambo jingine. lakini kikubwa nawapongeza wachezaji wote ambao wameshiriki kwa namna moja au nyingine, kucheza kuna wengine ambao wameshindwa, lakini wengine ambao wamefikia finali, basi hongera kwao. kikubwa naendelea kuwaomba na kuwasihi wanafunzi ndani ya chuo cha Dodoma wajenge tabia ya kufanya mazoezi, wajenge tabia kucheza kwanza kwa ajili ya afya, lakini pia kwa ajili ya kutengeneza network, lakini cha tatu na kwa ajili ya kujengea mazingira ya kutengeneza hali ya ushindani. Kingine, a nashukuru sana mashindano haya, kwa sababu ni sehemu nzuri sana ya kuibua vipaji, ambapo ndipo chimbuko hasa la kutengeneza timu zetu za vyuo vikuu au za chuo kikuu kwa lengo la kuja kushindana katika mashindano mbalimbali. Mathalani mwaka huu mwishoni, tunategemea kuwa na mashindano ya vyo vikuu vya ndani ya Tanzania e, ambapo wachezaji wengi tuawategemea watoke kwenye mashindano kama haya, na nawapongeza kweli, kwa sababu hata kwenye timu ya chuo combination yake wachezaji ambao wanaleta challenge kubwa na kuonekana vizuri zaidi kutoka katika ndaki hii. Kwa hiyo kufana kwa mashindano hayo ni dalili nzuri sana kwa kuimarika kwa timu zetu za vyuo katika mashindano ya ndani ya nchi hata mashindano ya nje ya nchi. Sawa, pengine sasa, wito kwa wale ambao wana vipaji lakini bado hawajaamua kuvionyesha au hawajaamua kutumia e, platform pamoja na majukwaa kama haya, wito ni nini? Wito wangu kwa wale ambao wana vipaji, kwanza wasiviue, kwa kudhani kwamba chuo kikuu ni kusoma tu. Wakipata nafasi wacheze, kuna michezo mingi, waoneshe vipaji vyao, vitaonekana, lakini ni platform nzuri pia kuonekana. Kama tunavyojua, chuo kikuu cha Dodoma kinaangaliwa na wadau wengi sana, wapo walimu wapo wataalamu wa michezo, wapo wanasiasa, wapo wadau mbalimbali wa michezo, ambao wanaangalia kwamba hai, kama ni catchment area, wana wanacheza wachezaji. Sasa kama watajificha wakiwa na vipaji, basi muendelezo wa vipaji wao unaweza kasoa mzuri sana kwa, na wasii kwamba watokee kwenye mashindano, watokee kwenye michezo, waoneshe vipaji vyao, hasa hasa kwa upande wa michezo ya wanawake. Wanawake wengi huwa wanakuwa wanajificha, wanaogopa, wanaofia na vitu kama hivyo, vipaji vingi vinafia hapa. Wengi wanatoka vizuri sana kwenye shule za msingi, vizuri sana kwenye shule za sekondari, kwenye umiseta na umitashumta. Lakini wakifika chuoni kidogo na sisi, vipaji vyao vinafia hapa. Wakumbuke kwamba kipaji lazima kiendelezwe, lazima kiendelezwe. Na kushukuru sana mwalimu, shukrani sana.